Sisi hapa Mwanza tunasema tunaishi pamoja pa tunakula pa pamoja pa tunacheza pamoja katika nchi moja iitwayo Tanzania. Huo ulikuwa na ujumbe wa mwenyekiti mwenza wa kamati ya amani mkoa wa Mwanza na shekhe wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke wakati akizungumza na viongozi wa dini katika mwambao maridhawa wa Ziwa Victoria. Jumanne ya tarehe 25 Novemba 2025, viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini za Kiislamu na Ukristo kutoka mkoa wa Mwanza, walifanya ziara ya kipekee katika Hifadhi ya Taifa ya Kisiwa cha Saanane. Ziara iliyolenga kuhamasisha utalii wa ndani, kuimarisha umoja na kutafakari kazi za uumbaji ndani ya mazingira haya ya asili. Kwa maneno ya hekima na busara, Sheikh Hassan Kabeke aliwahimiza wanamwanza wa Tanzania na wageni kutoka mataifa mbalimbali kutembelea hifadhi hii ya kipekee ili kushuhudia maajabu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu yaliyohifadhiwa katika hifadhi hii pekee nchini Tanzania iliyoko ndani ya jiji. Leo tumeidhihirishia dunia na sote tumepaza sauti kuambia wanamwanza kuambia Watanzania kwamba Tanzania, Tanzania imebarikiwa, imepewa vitu ambavyo hazikupewa nchi nyingi na Mungu. Na leo tutashuhudia hapa tukiwa Saanane, mpaka kuna jiwe, kuna eneo inaitwa Secret Kona. Hapa ubora wa uumbaji wa Mwenyezi Mungu tabarakallahu ahsanul khaliqin, amitukuka ametukuka Mwenyezi Mungu, mzuri wa kuumba Amen. Hapa leo utakwenda mahala, utakwenda kuona mti mti uliokaa kwa mfano wa twiga mm -hmm. na nilikuwa na shauri hata kama unakauka ule, jengeni basi hata mnara hivi muoe, mnajua kwamba hapa ulikuwepo mti umefanana na twiga. so, so. kwenye eneo hili la Saanane hapa, ukiwa Saanane utakwenda kuona eneo ambalo ukikaa pale unasikia milio ya ndege tu kuna mambo makubwa mazuri. La, leo kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza tumepaza sauti na kuambia Watanzania wawe na utamaduni wa kutembelea hifadhi zetu, Amen. na ikiwemo Saanane, sote tumefurahi hapa, ndio hapa namwangalia, aa, namwangalia shehe wangu wilaya Ilemela anasinzia tu, namwangalia mtume hapa Kaimu mkuu wa hifadhi ya Saanane ndugu Selagi Marandu alivipongeza vyombo vya dini kwa kutenga muda wao na kufanya utalii wa ndani. Kwa msisitizo, Marandu alieleza kuwa viongozi wa dini ni wadau muhimu katika kutangaza hifadhi hiyo kwa sababu wana ushawishi mkubwa kwenye jamii. Amewataka kuwa mabalozi, kutangaza Kisiwa cha Saanane kama sehemu salama, murua na ya kujifunza kuhusu uhifadhi wa mazingira kwa, E, tunaona ni wadau muhimu sana pia kwa sababu mnatusaidia pia e, kutoa e, kwa mabalozi wetu kwa sababu mnaweza mkashuhudia vizuri viumbe wa Mungu na pia kwenye mahubiri yenu mnaweza kuhubiri vizuri namna watu wanaweza wakaja wakatembelea hifadhi yetu na vitu ambavyo mnaweza kuviona. Kwa hiyo pia tunawakaribisha sana kwa ajili ya kutoa baraka lakini pia kuona vivutio e, lakini pia mnajifunza mnajifunza vitu mbalimbali katika hifadhi yetu. Hifadhi ya Kisiwa cha Saanane ipo katika Ziwa Victoria, ndani ya wilaya Nyamagana jijini Mwanza. Kisiwa hiki kimebarikiwa kuwa na mandhari ya kuvutia, upepo mwanana na utulivu wa asili unaomgusa kila mfikao. Ndani ya hifadhi hii, wageni hukutana na ndege mbalimbali, akiwemo ndege tausi na ndege wengine wa kuvutia pamoja na wanyama kama simba, swala, pundamilia, nyumbu, pimbi, tumbili, digidigi, fisi maji na mamba waziwani. Kwa mujibu wa afisa uhifadhi daraja la kwanza B Cecilia Nkwabi, kisiwa cha Saanane si tu kivutio cha utalii bali pia kina mchango mkubwa katika uchumi wa jiji la Mwanza na taifa. Hifadhi ya kisiwa cha Saanane ni muhimu sana katika uchumi wa taifa, lakini pia uchumi wa mtu mmoja mmoja kutoka katika jiji letu la Mwanza na wananchi wanaozunguka kisiwa hiki kwa ujumla wake. Nikianza kwa umuhimu wake wa kiikolojia, hifadhi ya taifa kisiwa cha Saanane ni hifadhi ambayo inasimamia mazalia ya samaki na viumbe wengine wanaopatikana wa, wa katika ziwa Victoria, na hivyo ni moja ya kisiwa kinachochangia sana uwepo wa samaki ndani ya ziwa Victoria. Kwa hiyo uchumi unaotokana na biashara ya samaki katika mkoa wetu wa Mwanza, hifadhi yetu kama eneo la mazalia ya samaki ina mchango mkubwa sana, na huenda utokuwepo kwa hifadhi hii na hifadhi ya Rubondo, kisiwa cha Rubondo kinachopatikana kule Geita, ingesababisha upungufu wa samaki katika ziwa letu. Kwa sababu sisi katika hifadhi za taifa Tanzania, tunasimamia utunzaji wa mali asili zinazopatikana na haturuhusu uvunaji wa aina yoyote wa mali asili zinazopatikana ndani ya hifadhi za taifa. Kwa hiyo kisiwa kina mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa mkoa wa Mwanza na kanda ya uziwa Victoria, kwa ujumla kwenye upande huo wa samaki. Lakini pia um, sisi kama hifadhi ya taifa kisiwa cha Saanane ni chanzo cha masoko mbalimbali ya bidhaa ambazo zinapatikana katika mkoa huu hususan, zile tunaita curio shop, curio um, items au zawadi ambazo ni kazi ya mikono ya wananchi wanaopatikana katika mkoa huu. Kwa mfano, unapokuwa unakuja katika ofisi zetu pale barabarani, mkono wako wa kulia, yapo maduka mbalimbali mbali ambayo yanauza zawadi za aina mbalimbali ambazo kimsingi wako pale kwa sababu ya uwepo wa hifadhi ya taifa kisiwa cha Saanane. Wageni mbalimbali wanakuja kututembelea, wanapopita pale, wanaona zile bidhaa na ni sehemu yao na wao wanakuwa sehemu ya kuchangia ujasiriamali wa wananchi wale wa mkoa wa Mwanza. Lakini hata hivyo, miaka ya hivi karibuni kumeonesha hatari ya uharibifu wa mazingira unaweza kuathiri mazalia ya samaki na ekolojia ya kisiwa hicho. Bi Cecilia anatoa wito kwa jamii kushiriki kikamilifu katika kulinda mazingira, kupiga vita taka, uchafuzi wa maji na uharibifu wa misitu ili vizazi vijavyo viendelee kunufaika na neema ya kisiwa hiki. Ujumbe wangu kwa wananchi wote wa kanda ya ziwa kwa ujumla ambao tuko karibu kabisa na rasilimali rasilimali hii ya Ziwa Victoria. Tuepuke zile shughuli ambazo zinachangia kuleta uharibifu wa rasilimali hii tuliopewa na Mungu. Kwa mfano uvuvi hatarishi wa mabomu, wa sumu ni tukio ambalo linatakiwa kuachwa kabisa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunadhuru yale maji ambayo tunayatumia, ambayo mwisho wa siku inatuathiri kiafya, lakini pia wale samaki tunaotumia wakiwa wamevuliwa kwa sumu au kwa mabomu ni hatarishi kwa afya zetu. Lakini suala so zima la udhibiti wa taka au uchafuzi wa mazingira ambao mwisho wa siku taka hizo zinakuja kuingia kwenye Ziwa Victoria, na yenyewe ni changamoto kubwa. Hivyo wito wangu kwa wananchi wote, tuhakikishe tunadhibiti um, taka tunazozizalisha kwa kuhakikisha kwanza, tuna vyombo vya kutunzia taka, lakini pili tunazirudufu kwa neno la Kiingereza tunasema recycling yani, tuhakikishe hizo taka tunazifanyia matumizi mengine badala ya kuzitupa. Kama ni chupa, basi itumike kwa kazi nyingine. Tunaona matumizi mbalimbali mbali ya vitu ambavyo vimetumika, lakini pia tuwe na utaratibu ule wa kutenganisha taka, ambayo itatusaidia sana kujua taka za vyakula tuzitumie kwa mfano kutengeneza mbolea. Kama ni chupa tuzirudishe kwenye viwanda, maana huo utaratibu upo na ziko centers nyingi sana ambazo zinapokea uh, taka ambazo zimeshatumika kama chupa na mabati na mengine mengi. Hiyo itaturahisishia sisi kupunguza athari za uchafuzi kwenye ziwa Victoria na kupunguza vihatarishi hasa vya kiafya, kwa sababu usisi, sisi, sisi ndio tunakuwa tena wahanga wa matumizi ya maji kutoka ziwa Victoria, lakini tena wahanga wa matumizi ya samaki ambao wanatoka ziwa Victoria. Kwa hiyo kama tutakuwa tumevua kwa sumu, kama tutakuwa tumevua kwa mabomu, kama tutakuwa tumeachilia maji taka yakaingia ziwani, Tukumbuke tu kwamba hakuna tunayemkomoa, madhara yote yanaturudia sisi wenyewe. Kwa hiyo wito wangu, kila Mtanzania, kila mwananchi kanda ya ziwa na Tanzania kwa ujumla, ni kuhakikisha tunakuwa na utaratibu mzuri wa kudhibiti taka tunazozalisha, lakini kuwa balozi na kuwa jicho kwa wale ambao wanafanya uvuvi hatarishi ili kuokoa afya zetu, uchumi wetu, na maisha yetu kwa ujumla. Huenda ukawa bado unajiuliza kwa nini kinaitwa kisiwa cha Saanane. Bwana Idi Ibrahim, muongoza watalii katika Hifadhi ya Taifa za Tanzania, anaeleza kuwa jina hilo linatokana na mwasisi wa eneo hilo. Kazi hii imeitwa kisiwa cha Saanane kutokana na mzee ambaye alikuwa anaishi katika hili eneo, alikuwa anaitwa mzee Saanane Chawandi. Na huyu mzee alikuwa anaishi pamoja na familia yake na ndugu wengine, lakini mzee huyu alikuwa anajihusisha na kilimo cha mboga mboga, mahindi pamoja na viazi katika hili eneo, lakini pia alikuwa anajishughulisha na shughuli za kuvua samaki katika Ziwa Victoria. Na alihamishwa hapa na serikali ya Tanganyika na kupewa kiasi cha fedha ambayo ni takribani, uh, taslim, uh, shilingi mia sita ya Kitanzania. Kwa miaka hiyo ilikuwa ni pesa yenye thamani kubwa sana na kuweza kuhama katika kikisiwa na kuhamia katika eneo jingine. Na rasmi hapa wakaanzisha bustani ya wanyamapori ya kwanza kabisa kuanzishwa hapa nchini Tanzania mnamo mwaka 1964. Wanyama mbalimbali walianza kuletwa hapa, wakitolewa maeneo tofauti tofauti, wakiwemo tembo nyati, viboko, simba, pundamilia, nyumbu na baadhi ya wanyama wengine ambao wanapatikana katika hili eneo. Lakini baadhi ya wanyama walishindwa kustahimili mazingira hapa, lakini kuna ambao waliweza kustahimili mazingira hapa mpaka leo hii tuko nao katika hifadhi yetu ya Taifa Kisiwa cha Saanane. Na ilipofika mwaka 1991 serikali iliboresha hili eneo kutoka kwenye bustani ya wanyamapori aa renchi wakawa wanajitafutia wao chakula tu na katika mapoli ya akiba huwa kuna activity nyingi ambazo zinafanyika zinafanyika shughuli nyingi ambazo zinafanyika, ikiwemo mapoli ya akiba mengine ambayo kuna uwindaji ambao unafanyika ndani ya mapoli ya akiba. Na rasmi ikatangazwa kuwa hifadhi ya taifa mnamo mwaka elfu mbili na kumi na tatu, ikiwa hifadhi ndogo kuliko zote nchini Tanzania, ikiwa na ukubwa wa kilomita mbili nukta moja nane. Na hifadhi yetu e, ina sehemu ya nchi kavu pamoja na sehemu ya majini pale kuja uh, huku nchi kavu ni eneo la hifadhi, na maana shughuli za uvuvi haziruhusiwi kufanyika ndani ya hifadhi. Kwa hiyo lakini, kuna activity nyingi ambazo tunazifanya katika hifadhi yetu eh, ukiwemo utalii wa kuvua samaki. Pia tunaofanya ndani ya hifadhi ya kisiwa cha Saanane. Tuna vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana hapa ukiwemo wanyama, tuna ndege wa kutosha hapa kama ndege tausi. Ni ndege ambayo imekuwa ni kivutio hasa kwa watalii ambao wanatembelea hifadhi yetu ya taifa kisiwa cha Saanane. Viongozi wa dini waliotembelea kisiwa hicho hawakuficha furaha yao. Mbali na kusifu mandhari mazuri na tulivu, wengi wao walitafakari ukubwa wa Mwenyezi Mungu katika uumbaji wa eneo hilo ambalo limebaki salama kwa miongo kadhaa. Walisisitiza kuwa uumbaji huu ni ujumbe kwa wanadamu kuendelea kuwa na umoja, amani na kuheshimu kazi

kutembelea ah, hifadhi hii ya kisiwa cha Saanane, eneo ambalo la utalii kwa kweli tumeenjoy tumefurahi, na hii ndiyo inayoonyesha kabisa ile neema ambayo Mungu ametujalia Tanzania katika uumbaji wake. Tumeona wanyama wa kila namna, lakini tumeona miti ya asili, hali ya hewa ilivyo nzuri. Kwa kweli nitajitahidi ili hawa walioko nyuma yetu nao waje waone uumbaji wa Mungu jinsi Mungu alivyotujalia katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa ni sehemu kabisa ya wa Watanzania wasikae wakifikiri tu kwamba uh, kutoambiwa na ambiwa na, na kuambiwa, waje waone wenyewe uzuri wa Mungu aliyotujalia wa Tanzania kuwa na sehemu nzuri ya, ku, ya kutalii na kuona uumbaji wake ulivyo mzuri sana. Neno ni moja tu hii neema iliyotujalia wa Watanzania, tuendelea kuomba viongozi wailinde, wasimame, waendelee kutuunganisha. Tumekuja hapa uh, watu wa dini mbalimbali, tuko kama familia moja. Kwa hiyo hii iwe ni ujumbe kabisa kwa viongozi wetu wa nchi yetu kuendelea kudumisha amani hii. Amani ni, ni, ni, ni kitu cha muhimu sana katika maisha yetu wa Tanzania kila siku eh, jambo kubwa ni elimu tuliyoipata kuhusiana na mazingira safi na mazuri na hifadhi hii. Hii inatuonyesha utukufu wa uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, namna ambavyo kama alivyosema katika Qurani, tabaraka wataala anasema, bada adhullahi min shaitani rain rajim bismillah rahmani rahim tabaraka llahu ahsan lkhaliqin. E, ametukuka mwenyezi mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ahsan lkhaliqin, mbora wa waumbaji anayeumba kwa ubora. Kwa hivyo utaona maajabu makubwa namna ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyoumba wanadamu, akaumba mito, akaumba bahari, maziwa, lakini milima, majabali, miti na kadhalika. Kwa hivyo Uh, katika jambo kubwa nilojifunza katika hiki kisiwa cha Saanane na hii hifadhi ya Saanane ni ule uumbaji wa Allah tabaraka wa taala alivyofundi katika uumbaji, alivyopangilia uumbaji wake. Kisiwa hiki kilivyo tulivu, lakini kilivyo na mandhari mazuri, lakini inakufanya upate kumjua Allah tabarak wa taala. Na kweli, fa tabarakallahu ahsana alkhaliqin, ametukuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, mbora wa hifadhi ya Saanane, eh, kama tulivyosema eh, ile namna eh, mandhari yake, mwonekano wake, kivutio hiki kwanza ni sehemu ambayo ukiitembelea uki unakuja kujifunza mambo mengi ya uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, lakini pili inaleta utulivu. Uh, nilichojifunza ni kwamba tunastahili kuja kutembelea katika hifadhi tofauti tofauti na kufanya utalii, kwa sababu huo ni utulivu wa akili, lakini pia ni kufurahisha nafsi, lakini na kujifunza mambo mbalimbali, na kutukuza lile ambalo Mungu kalifanya kwa ufundi, kwa ubunifu ulio mkubwa. Uh, na washauri watu waje watembelee Saanane kisiwa, hususan kisiwa cha Saanane, waje watembelee, wajionee mandhari nzuri, kwa utalii wa tofauti tofauti, waweza kuona wanyama, kuona ndege, ama pia tu kukaa kufanya tafakari kwa sababu ni eneo zuri ambalo linapendeza kufanya hayo, na unaweza kupata fikra mpya, lakini unaweza kujijenga pia, lakini ni sehemu ya wewe kuweza kuja kupumzika na kupata ule utulivu mkubwa kabisa. Ziara hii ya leo kwa ajili ya kutembelea hifadhi hii ya taifa ambayo ni hifadhi ya kisiwa cha Saanane, kwa kweli imenikumbusha mambo mengi juu ya uumbaji wa Mungu alivyoumba wanyama, wadudu na kuona kwamba ni vitu vya thamani vinavyoweza vikaifanya dunia kupendeza. Tumepata kuangalia uumbaji wa Mungu, lakini namna shirika hili la Tanapa linavyoweza kujali kutunza hao wanyama, kuhakikisha kwamba ni viumbe wa Mungu walio hai wanaohitaji kuthaminiwa. Kwa ni wito wangu kwamba tuwe mawakili wema kwa vitu vinavyotuzunguka katika Biblia, ile Zaburi ya 119 mstari ule wa 91 anasema, na kwa hukumu za Mungu vimesimama imara hata leo, maana vitu vyote ni watumishi wa Mungu. Kwa kila tunachokiona iwe ni miti, iwe ni ndege, iwe ni wanyama, iwe ni wadudu, ni uumbaji wa Mungu, tusitumie tu vibaya vibaya kuto kujali na kuona kwamba pengine sio kitu cha maana, kwa sababu kama Mungu alikiumba alijua ni cha maana kinafaa. Kwenye hifadhi hii tunajifunza namna ya uwakili wa utunzaji wa vitu na rasilimali zote za Mungu. Kwa hiyo kwa taifa letu la Tanzania na nchi yetu kuweka na kutenga kisiwa kama hiki, ambapo ni mojawapo ya maeneo yaliyotengwa maalum kwa ajili ya hifadhi, ni mahali pa kujifunza. Nitoe wito kwa jamii yetu ya kitanzania makundi mbalimbali ya wababa ya wamama ya vijana ya watoto kupata nafasi ya kuja kujifunza lakini pia kuja kufanya utafiti. Kuna mambo mengi ukiingia hapa utajifunza, tumejifunza mpaka utafiti, namna ya wanyama, namna ya wadudu, namna ya ndege, unavyoweza unavyo kutambua tabia zao. Ziara hii tumefanya katika mbuga hii ya wanyama ya Saanane, faida kubwa ipatikana ni kwamba kwanza tume kufanya ziara hii pamoja kwa Kristo na Waislamu. Kama kawaida yetu tunaishi kama ndugu, tunaishi kama wamoja, kwanza ni faida kubwa ya kwanza. Lakini la pili tulikuja kuona um, umbile maumbile au yale yaliyoumbwa na Allah Subhanahu wa Taala. Tumeona wanyama mbalimbali, tumepata huduma mbalimbali, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Kitu ambacho ninaweza kusema tu watu, kama uko Mwanza, kuna nafasi ya kuja kufanya ziara sana nene kumeboreshwa sana, karibu sana uje kufanya ziara. Sisi tumekuja kama viongozi wa dini, tumekaa pamoja, tumezungumza, tumejadili mengi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawaambia watu, endeleeni kulinda amani. Endeleeni kuwa moja, sisi nchi ni yetu sote, hakuna grade one na grade two, hakuna first na second. Sisi wote ni Watanzania, sote tusimamia amani, tulinde nchi yetu amani ili tuendelee kufanya yale ambayo Mungu anapenda. Wito wetu kwa serikali, na serikali yetu ni makini na sikivu chini ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Wito wetu kwa serikali ni kwamba iendelee kulinda rasilimali hizi kwa sababu ni za Tanzania. Lakini kubwa zaidi, tuna msemo wetu tunasema, tumerithishwa tuwarithishe. Zikiendelea kulindwa kama hivi na kuboreshwa kama hivi, tuna imani wajukuu wetu na watakuja kuziona na wataenjoy vizuri sana. Kwa hiyo serikali endelee kuzilinda bana, mwanzo waje kufanya zara, wafanye ziara zao Saanane. Sio Saanane ya mwaka 90, mwana wa 2000. Hapana, imeboreshwa sana sana sana, ina mandhari mazuri sana, nipahala, nasema, sana ni pahala pa kweli. Ukija unaona raha. Nasema waje kufanya ziara ni hapa. Saanane pako imara na boti zake ni imara. Tunatoa wito wananchi kuja kutembea Saanane kwa sababu sana. Kama ulivyosikia awali, kisiwa hiki ni makazi ya wanyama wanaovutia ambao watalii ndani na nje hupenda kuwaona kwa ukaribu. Mandhari ya wanyama wanaotembea kwa utulivu, sauti za ndege na uzuri wa mawe ya asili ni mchanganyiko adimu unaowapa wageni uzoefu wa kipekee na fursa ya kujifunza kwa macho kwa wanyama tulionao hapa, tunao nyumbu, lakini tunao swala pala, bila kumsahau mfalme wa mwitu anapatikana ndani ya hifadhi ya taifa Kisiwa cha Saanane. Ukija Saanane na uh, kuhakikishia simba unaenda kumwona. Lakini kuna maeneo ambayo yamejizolea umaarufu sana kwamba unapotembelea hifadhi ya taifa Kisiwa cha Saanane, watu wengi huwa wanatamani kufika. E, eneo la kwanza ikiwa ni Secret Corner. Hii ni kona ya wapenda nao kwa ajili ya kupeana zawadi, ni eneo mahususi kabisa. Kuna ukaribisha sana wewe ambaye hujawahi kufika hapa tembelea hifadhi ya taifa Kisiwa cha Saanane. Lakini kuna eneo lingine linaloitwa Jumping Stone. Hii ni sehemu ambayo kwa wale ambao napenda picha sasa, hapa nitakuwa nimewafikisha penye hapo. Ukifika hii pointi, utaweza kupata picha, utakuwa unaruka, alafu zile picha zitapigwa, utaonekana ulikuwa unaruka, unatoka kwenye maji, alafu then ukasimama juu ya maji. Ni sehemu nzuri kabisa kwa ajili ya kupiga picha, lakini kuna mti ambao unafanana na twiga, unapatikana ndani ya hifadhi ya taifa ya Kisiwa cha Saanane. Kwa wewe Mtanzania, nakukaribisha sana uweze kutembelea hifadhi ya taifa ya Kisiwa cha Saanane. Tukumbuke hii ndio hifadhi pekee nchini Tanzania ambayo inapatikana katikati ya jiji, ni wilaya ya Nyamagana tuko katikati ya mji kabisa hapa, kwa hiyo ni karibu sana na popote po pale ulipo. Kunakaribisha sana uweze kutembelea hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Saanane. Ziara ya viongozi wa dini sio tu imetangaza Saanane kama hazina ya utalii wa ndani, bali pia imekuwa darasa la umoja, mshikamano na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira yetu. Saanane ni zaidi ya kisiwa ni urithi, ni ishara ya uzuri wa asili, na ni zawadi kwa Tanzania. Mwandaaji na msimulizi wako ni Butije Butije.